Marekani imewasilisha rasimu ya azimio katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ikipendekeza kuundwa kwa kikosi cha kimataifa cha utulivu katika Ukanda wa Gaza, pamoja na hatua maalum zinazoelekeza katika kile kinachoitwa njia thabiti ya kujitawala na hatimaye kuundwa kwa taifa la Palestina. Rasimu hii inafuatia mpango wa hoja ishirini uliowasilishwa na Rais Donald Trump na Tamko la Amani lililosainiwa na viongozi wa kanda katika mkutano wa kilele huko Sharm el-Sheikh. Kupitia nyaraka hizi, Washington inataka kufungua mchakato mpya wa mazungumzo kati ya Israeli na Palestina ili kukubaliana juu ya maono ya kisiasa yatakayowezesha kuishi pamoja kwa amani na ustawi. Katika mpango huo, mazingira ya usalama na uongozi wa mpito wa Gaza yatasimamiwa na chombo kipya kinachoitwa Bodi ya Amani. Taasisi ya muda ambayo itashika usukani hadi serikali ya Palestina itakapokamilisha mageuzi yake na kuthibitishwa kuwa tayari kuongoza Gaza kwa ufanisi. Marekani inaamini kwamba maendeleo ya Gaza sambamba na mageuzi ya Palestina ndivyo vitatoa msingi wa kuanzisha mfumo wa kuaminika wa kujitawala kwa Palestina na hatimaye taifa lao. Rasimu inaainisha pia masharti ya uondoaji wa jeshi la ulinzi la Israeli ndani ya Gaza. Kwa mujibu wa pendekezo hilo, wanajeshi wa Israeli watatoka tu pale kikosi cha kimataifa kitakapodhibiti mazingira ya kiusalama Uondoaji utategemea viwango vya kusalimisha silaha vitakavyoamuliwa na kikosi hicho pamoja na wadhamini wake. Mpango huu mpya wa Marekani unakusudia kuweka msingi wa utulivu wa muda mrefu Gaza, kurejesha uongozi wa Palestina na kufungua njia ya kuundwa kwa taifa la Palestina, mchakato ambao umekwama kwa zaidi ya miongo miwili. Hata hivyo, mafanikio ya mpango huu yatategemea makubaliano na Israel, Palestina na mataifa ya Kiarabu na wanachama wa Baraza la Usalama, pamoja na uwezo wa kikosi cha utulivu kufanya kazi katika mazingira yenye hatari kubwa ya kivita.